Daudi, usihofu yeah. Na hata wakati mwingine hofu inaongoza, watu wakiongozwa na hofu, wakati mwingine wanafanya maneno ya kushangaza. Hofu inapelekanga watu kwa waganga, hofu inapelekanga watu kwa basa. Na wanajua basali, wakikuja kwa area chenye wanasaidia kupunguza zi, hofu ni kubwa, nasikia wanakulanga <laughs> kuku na wana peke yake na mshumaa na akimaliza makuku kwa area anapanda baisikeli anarudi Kamukuywa, na nyinyi mnabakia na shida yenu ilivyokuwa mwanzo ilivyo sasa hata milele. Hofu tupeleke kwa Bwana, yeye peke yake ndiye anatibu hofu za wanadamu wote, atuponyae na hofu zetu zote siku ya leo. Hofu ambayo ulikuja naye, nataka ujue usihofu. Tuko na mwenye anaponya hofu zetu Amen. Kitu cha pili akamwambia, mpango yenye Sauli baba yangu anapanga haitafanyika. Akamwambia mpango wa Mungu inashinda ya wanadamu. Na hata wakati mwingine tumekuja tumesikia watu wametupangia, na hata za zingine wakakaa kikao, lakini kama yonadhani kwako kwa. Nakwambia mpango ambaye umepangiwa na Sauli ambaye anataka kukuangamiza haitafaulu. Mpango wa Mungu ndio utafaulu kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hata mambo ya kikusinya usiingie kwa mpango yako, ingia tu kwa mpango ya Mungu. Wazee na wa mama, nani ndio wanasinyikanga sana, ni wazee ama wamama? <laughs> Yaani, kulikuwa na jamaa moja alikuwa amesinya mama mwingine. <laughs> Tena alikuwa mtu mchafu na kila wakati anakuja kuomba chakula. Yaani alisinyika na huyu mtu, na unajua watu wenye wanasinyika hawajalingi hata wewe ukisinyika, yeye bado hapo. Watu wako wewe mwenyewe ndio unapata inaitwaje, waru, lakini yeye ajali, anaendelea tu kurukaruka hapo. Sasa huyo mama akitaka huyu mtu anasinyika, ende anampatie chakula. Siku moja akasema mimi niko na mpango na huyu mtu. Yes. Kumbe ilikuwa mpango ya shetani, nataka one kick huyu mtu aende. Akatengeneza mandazi smart na akaweka sumu. Akasema ameje ku rot. Ndega aende kwa jigen. Bubana. Wasema ndo sema go grara, yani aende kabisa asiwai rudi. Akachukua mandazi tamu nyewe huyu mtu anapenda, akaweka sumu. Akalisha, akangojea mpango yake itimie. Kumbe siku hiyo huyo mtu alienda bahali pengine, wakapatia chakula akashiba vinga. Kwa hiyo mandazi akaweka kwa polisi. Mama alijua huyu jamani, one kick akishika hwa yaani kanugui pesa yote, lakini siku hiyo akabeba na polisi. Watoto wa huyo mama walipomuona akitembea, wakakimbia Wakasema ule mjomba mzuri, ngao mama anasinyika, naye mjomba mjomba. <laughs> Unajua alikuwa anapenda jokes. Akamwambia, asanteni watoto, mimi nimetafutanga zawadi ya kuwapea nyinyi wazuri, ngao mama anawachukia leo. Niko na zawadi mandazi <laughs> ndaka niwapatie watoto, wakakula na walipokuwa wakirudi nyumbani Hey, wakaambie mama, hey, umekutana na ule mjonga unakuchukia, halafu akatupatia mandasi ndio ni <laughs> <No. laughs> Kwambie mpango yes. Usipange mpango wako yes. hmm hata ya mtu amekupangia uganga mm. Usimwambie mimi nitaenda Kitui, mwambie naenda kwa Yesu Amen. Yesu ndiye anaponya Amen. hata mtu akikupangia uongo hata we usiwekee uongo, waachia Mungu mm. na atageuza uongo iwe ukweli mm. na hata maonevu atayabadilisha mm. katika jina la Yesu Kristo. jambo mm. la mwisho nataka nimalizie hapa ni ya kwamba wakati uko chini Yonadhani akamjulisha mpango wa Mungu itatimia kwa maisha yako, ingawa mpango ya Sauli haitatimia, lakini mpango ya Mungu itatimia kwa maisha yako mm. na utakuwa mfalme. Hata kama mimi ningekuwa mfalme, lakini sio mimi, ni wewe, kwa sababu umechaguliwa na Mungu mm. Nataka nikuambia kwamba Mungu akipangia mtu chochote itatimia, mm. katika jina la Yesu Kristo mm. Wivu unaweza onea mtu wivu. Niliongea kwa mkutano ya kama wanaume wanasumbuliwanga wa, wa wana na tamaa, lakini sasa hiyo haihusu nyinyi hapa. Wamama wanasumbuliwanga na wivu lakini si nyinyi <laughs> nyinyi ya muziki kwa hii maneno na nenga na picho haiwahusu, lakini wamama wanasumbuliwa na wivu. Hata ukiwa na wivu na mtu na mpa- Mungu amempangia itatimia. Mimi nashukuru Mungu, Jonathan ingawa yeye ndiye angekuwa mfalme, Mungu akasema ikue Daudi, akasema wacha mapenzi ya Mungu itimia. Itimia. Itimia. Na unajua ukikosa wivu utapata baraka wakati wakati Jonathani alipokufa kijana yake akaangushwa kutoka kwa ghorofa na akawa kiwete. Daudi akakumbuka chenye Yonathani, akasema na akasema, munitafutie kijana wa Yonathani, kijana wa Yonathani akaletwe, na akasema akae kwa meza na watoto wa Daudi, kina Absalom, kina nani, ingawa wamevunjika miguu lakini kwa sababu Yonadhani alimtia moyo hata yakakaa kwa kiti cha wafalme mm. Wakati mwingine tunavunjwa moyo na vitu vya dunia hii hata miguu inavunjika mm. Na hata wakati mwingine tunasumbuka, lakini Mungu anatuweka kwa meza yake mm. Penye kuna neema, penye kuna baraka mm. Penye kuna ushindi Leo naomba ya kwamba ukae kwa meza ya Bwana kama mtoto wa Yonadha. Pokea baraka, Amen. Pokea uponyaji, Amen. Pokea ushindi, Amen. Pokea matumaini hata watu wa kijiji ya Tumaini, pokeeni matumaini na ushindi, Amen. Katika jina la Yesu Kristo, na tuombe. Amen. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tuketi chini tafadhali <laughs> Kwa Kristo wa ushirika ambaye imeitwa Tumaini, mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii dunia ambayo tunaishi, saa zingine ni rahisi kuchoka, hata saa zingine ni rahisi kuvunjika moyo, na hata wakati mwingine ni rahisi kuvunjika moyo. Je, dunia hii ambayo tunaishi, tutafanya nini? Na tunakumbana na mambo mengi, kila mtu kwa kila boma, kuna jambo ambayo tunapitia. Hata kama tungepatia nafasi kila mtu kuongea, wengine wangekuambia maneno ya mbegu, wengine wangekuambia maneno ya mbolea, wengine wangesema kuna mambo imewasinya, lakini nataka niwaletee habari njema ya kwamba katika kitabu cha Samueli wa Kwanza ishirini na tatu na mstari wa kumi na sita Biblia inasema na Jonathani mwana wa Sauli akamsaidia Daudi kupata nguvu kutoka kwa Bwana. Hii dunia kuna watu watatuvunja moyo, kuna wengine watatuendesha kufanya maovu, lakini nashukuru Mungu kila wakati kuna watu ambaye Mungu atawatumia na watatusaidia kupata nguvu kutoka katika Bwana. Yonathani ingawa alikuwa mwana wa mfalme lakini alisaidia Daudi kupata nguvu kutoka katika Bwana. Kuna wengine wanaweza kukusaidia kupotea, kuna wengine wanaweza kukusaidia kuvunjika moyo, kuna wengine wanaweza kukusaidia kunungunika, lakini nashukuru Mungu kila pahali anatuma watu kama Jonathani watusaidie kupata nguvu kutoka katika Bwana. Daudi alikuwa katika hali ngumu. Kitu cha kwanza, Sauli alikuwa anapanga kumuua, baadaye Wafilisti walikuwa wamemshambulia, lakini Jonathani aliposikia Maneno ya Daudi, hakumsengenya hakumvunja moyo hakuambiana maneno yake yeye, akamwendea Daudi na akamsaidia kupata nguvu kutoka katika Bwana. Hata sisi katika ushirika, kwa nini tunakusanyika hapa? Ili tusaidiane kupata nguvu kutoka kwa Bwana. Kuna wengine wamechoka wiki mzima, kuna wengine wamesumbuka, kuna wengine magonjwa, hata watoto wametusumbua, na jamii na majirani. Kwanza wakati huu wa kulima na kupanda, ndio kesi ya mipaka inakuwa mingi na changamoto zinakuwa nyingi, lakini nashukuru Mungu. Yonathani alimsaidia Daudi kupata nguvu kutoka katika Bwana, na alimwambia mambo matatu. Hata mimi nataka ukipata mtu amechoka mwambie mambo matatu. Jambo la kwanza akamwambia, usihofu. Yenye unapitia sijui unapitia nini leo, mimi kama Jonathani kwako nataka nikuambie usihofu. Fear paralyzes. Fear hofu kati ya vitu vingi ambavyo tuna hofu haitokeangi. Kuna mhubiri mmoja alizaliwa Russia, naye chenye alikuwa akiogopa ni simba, kila wakati angeona simba, lakini Russia hakuna simba. Ndio niwaambie chenye tuna hofu wakati mwingi haitokeangi, na kila mtu ako na hofu zake. Ningekupatia nafasi useme hofu yako, tungeshangaa lakini kila mtu ako na hofu yake, their own private fears. Wengine ni kuhusu watoto, wengine ni kuhusu wajukuu, wengine ni kuhusu mzee, wengine ni kuhusu kazi, wengine ni kuhusu afya yao. Lakini nataka nikwambie, usi hofu oko na Mungu. Ukiwa na Mungu, wewe ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe, akamwambia Daudi usihofu. Yeah. Na mungine, hofu na hata wakati mwingine hofu inaongoza watu, wakiongozwa na hofu wakati mwingine wanafanya maneno ya kushangaza. Hofu inapelekanga watu kwa waganga, hofu inapelekanga watu kwa basa. Na wanajua vaasali wakukuja kwa area chenye wanasaidia kupunguza zi hofu ni kubwa. Nasikia wanakulanga ukubwa peke yake na wana na mshumaa na akimaliza makuku kwa area anapanda baiskeli anarudi kamkuywa na nyinyi, mnabakia na shida yenu ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa hata milele. Hofu tupeleke kwa Bwana, yeye peke yake ndiye anatibu hofu za wanadamu wote, atuponyae na hofu zetu zote siku ya leo. Hofu ambayo ulikuja naye, nataka ujue usihofu. Tuko na mwenye anaponya hofu yes, zetu mm. Kitu cha pili akamwambia mpango wenye Sauli baba yangu anapanga haitafanyika mm. Akamwambia mpango wa Mungu inashinda ya wanadamu mm. Na hata wakati mwingine tumekuja tumesikia watu wametupangia, na hata za zingine wakakaa kikao, lakini kama Yonadhani kwako kwa kuambia mpango ambaye umepangiwa na Sauli ambaye anataka kukuangamiza haitafaulu. Mpango wa Mungu ndio utafaulu kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hata mambo ya kikusinya usiingie kwa mpango yako, ingia tu kwa mpango ya Mungu. Wazee na wamama, nani ndio wanasinyikanga sana? <laughs> <laughs> ni wazee wa ama wamama? <laughs> Yaani, kulikuwa na jamaa moja <laughs> alikuwa amesinya mwingine, tena alikuwa mtu mchafu na kila wakati anakuja kuomba chakula. Yaani alisinyika na huyu mtu. Unajua watu wenye wana...